Wa mama washauri katika kanisa ya Anglican Diocese ya Tabora, tunabarikiwa sana na safari hii ambayo imetuweka pamoja. Kwanza kama wamama, imetupa nafasi ya kukutana na kubadilishana mawazo, lakini tutajifunza na tutakapotoka hapa tutakwenda kuwa baraka kwa kanisa kupitia wamama wenzetu, maana sisi ni washauri wa na chini ya mama askofu Elias cha kupewa ruhusi Nashukuru sana kwa nafasi hii ambayo kwa kweli wameiratibu, kwamba tutajifunza mengi na tutashirikishana mengi, na tutakaporudi, basi itakuwa ni sababu ya kuwatia moyo wa akina mama na kuwasaidia katika nafasi zao za kusimamia idara ya akina mama katika kanisa letu la Anglican Diocese ya Tabora. Kwa kweli natupa furaha kwamba katika huduma mimi kwa mara yangu ya kwanza ndio nimefika katika eneo hili la National Park ambayo ni Serengeti. Kwa kweli nashukuru sana sana na kipekee, baba askofu Dr. Elias Mazikakupewa, kwa moyo wake wa upendo. Mwaka jana alinipeleka Tanga kuzunguka, na mwaka huu basi ametuleta hapa Serengeti mkoani Mara. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ziara hii nzuri na tumekuja sasa wengi kweli, watu karibu mia moja arobaini na wanane. E, nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu ambaye ametupa nafasi ya kuja katika mbuga hii kubwa sana ya wanyama hapa Tanzania, mahali ambapo tumekuwa tukisikia watu mbalimbali wakija utalii. Na serikali yetu ya Tanzania imekuwa ikihimiza sana Watanzania wenyewe kufanya utalii wa ndani. Mara nyingi tumefikiri kwamba utalii ni kwa ajili ya wageni kutoka nchi za nje, na, na kwa kweli ukitembea katika mbuga hii ya Serengeti unakutana na magari mengi sana yamejaa wageni Wamarekani Waingereza, na mataifa mbalimbali. Jana yani, nilikuwa nikizungumza na mmoja ambaye anatoka Uholanzi, na nikamuuliza umekujuaje? Akasema kuna watu wengi wanatoka Uholanzi wanakuja kufanya utalii katika mbuga hii ya Serengeti, na hii imetupa nafasi nzuri sana kujua kwamba kwa kweli mbuga zetu za wanyama zinaingiza watalii wengi sana, na hii ni faida kubwa sana kwa nchi yetu. Sisi kama viongozi wa dini tunapohamasisha watu wetu kuja kufanya utalii wa ndani, sio tu kwamba wanaburudisha macho yao na akili zao, lakini pia inaongeza mapato kwa taifa letu. Sisi tumekuja na watu karibu mia moja na hamsini, na tunashukuru sana kwa ushirikiano mkubwa ambao tumeupata kwa wale wanaofanya kazi katika hii national park ya Serengeti, na hatimaye tumeweza kuwa na utulivu mzuri sana wachungaji wetu wake zao na wachungaji wengine wakike waume zao, ay, imekuwa nzuri sana. Tumefurahia sana uwepo wetu hapa lakini pia tunamshukuru ndugu yetu uh, mwandishi wa habari Toronto TV ambaye tumekuja naye njia nzima toka Tabora na amechukua matukio yote ya njiani na hata hapa, kiasi ambacho taarifa zetu zinaweza kuwafikia Wakristo wetu ambao kweli wametuwezesha sisi kuja, kwa sababu bila michango yao ingekuwa ngumu sana kupata fedha ya kuja katika uh, utalii huu ni gharama kubwa, sio ndogo, lakini wakilisi wetu wameweza kuimudu na hatimaye tumeweza kuja na kufurahi. Kila mtu ambaye amekuja hapa anaonyesha moyo wa furaha. Tumeona wanyama wa aina mbalimbali. Tumekuwa tukiona wanyama tu kwenye TV, lakini tumewaona live uso kwa uso karibu. Tumeona simba, tumeona twiga, tumeona kuna mengine yanaitwa uh, topi. Uh, tumeona manyama mengi ambayo kwa kweli kwa kweli mengine tatu ya juu. Tumeona fisi wengi sana kwa hiyo kuwepo kwetu kwe hapa tumejifunza mambo mengi sana, lakini tumekuwa na watu pia wa kutueleza hawa wanyama, tabia zao, namna yao. Tumeburudika, tumefaidika na ningehamasisha watu wengine wote wanaoweza, kwa kweli, waje angalau hata mara moja. Hii ni mara ya kwanza, lakini sio mara ya mwisho. Tutapanga tena utalii mwingine, tutakuja tena wakati mwingine. Asante sana, asante sana ndugu wetu Jobu Chimwaga Toronto TV, umefanya kazi nzuri. Uh, kwa Wakristo na wachungaji ambao kwa kweli wataona taarifa hizi na watajua kwamba ndugu zao tumeweza kuja, mimi najua watajitahidi na wao. Sio lazima waje Serengeti, waanze kwenda Ngorongoro, waanze kwenda mahali pengine popote, lakini watoke, watoke katika nyumba zao, watoke katika madayosisi yao, watoke katika maeneo yao, wafanye utalii. Unaburudisha akili, unajifunza mambo ya Mungu na Mungu anavyofanya mambo ya ajabu. Ukikaribia, ukamkaribia twiga, ukamtazama unashangaa, Mungu namna gani huyu aliyetengeneza mnyama wa namna hii. Akisimama twiga, unaweza ukapita pale chini yake, unatembea. Ni ajabu sana lakini, ni mnyama umetengenezwa na Mungu. Mungu ametengeneza kila kitu unachokiona hapa, ni ajabu sana kwa hiyo tunahamasisha kila mtu aone umuhimu wa kutembea katika mbuga za wanyama. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Kasisi Noha Samuel Chimale, ni mchungaji wa kanisa Anglikana, dayosisi ya Tabora na anatumika parishi ya ukumbi Siganga. Aa, utulivu huu ambao tunauona ni utulivu wa kipekee sana. Kwanza moja, wale waasisi wetu waliokuwa natafuta eneo hili kwa kweli, waliangalia na mazingira na watu wa namna gani wanaostahili kufika maeneo haya, ndio maana wakatafuta eneo lenye utulivu sana. Hapa ni sehemu ambayo iko wazi sana, ambayo kwa wingi wetu wachungaji na watumishi kadha wa kadha tunaweza tukakaa na tukabadilishana mawazo kwa upana zaidi. Halafu ni eneo ambalo ni salama, si kana kwamba labda lina hatari, hapana. Hata kama wanyama watapita mazingira na haya, kama navyosema kwamba wanyama wanapita mazingira ya haya, lakini ni wanyama ambao hawawezi kuwa na madhara ambao tunawashuhudia na wengine tunawakaribia mpaka karibu tunawaona, katika mazingira tuliyofikia. Kama tunavyoona mazingira haya, tents hizi ndizo ambazo tumefikia sisi kama wachungaji, na tunapumzika humu kwenye hizi nyumba. Tunamshukuru Mungu, wengine ni mara ya kwanza kabisa kulala katika tents hizi hapa. Kwa kweli, huu sisi kwetu binafsi tunaona kama ni utalii tosha, kwa sababu tulikuwa bado hatujawahi kuona vitu kama hivi kwa ukaribu hadi kuvitumia kama tunavyovitumia hivi sasa. Kwa kweli tunamshukuru Mungu pamoja na kamati nzima ambao walifanya maandalizi kuona kwamba ni vizuri sisi tukae katika eneo hili. Kwa kweli, usalama upo kwa asilimia zote, na tunamshukuru Mungu viongozi wetu wa hifadhi hii, na wametupa wame ushirikiano mzuri kwa sababu hapa tunapoishi sisi hatu tu peke yetu, kuna watu ambao pia tunakuwa nao. Wao wanasema kwamba ili kutuondoa yale mashaka na ule wasiwasi pengine tukiishi peke yetu ajisi kwa kwamba labda kuna wanyama ambao wanaweza katudhuru, lakini hapana. Kwa hiyo tunakuwa nao bega kwa bega, ili kututhibitishia na sisi tunajionea kwa sababu hadi tunaona wanyama wanapita, basi hakuna shida yoyote. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa utulivu huu wa kwetu wachungaji, lakini pia na mazingira halisi yenyewe yana utulivu na usalama wa kutosha. Uh, kama tunavyoziona hizi ni nzuri, lakini changamoto yake kubwa hizi zinakuwa zina baridi sana, hasa msimu wa usiku na yale majira ya alfajiri, asubuhi. Lakini pia sambamba na hilo, kuna faida zake pia kwa sababu tents kama uh, hizi zinaashiria kabisa kwamba ukiwa katika mazingira ya utalii ndizo sehemu ambazo unakuwa nazitumia, lakini uzuri wake hizi unaweza ukaweka kambi mahali popote ambapo tapapenda, kwamba nikitamani kwenda kutalii maeneo fulani nje na hapa, naweza nikabeba nikafungasha, nikifika pale nafungua na kuzipanga tena. Mojawapo ya faida kubwa ambazo sisi tumezifaidi hapa ni kushuhudia wanyama wakipita mazingira ya hapa karibu na kambi yetu kabisa, hususani kama twiga tumewaona kabisa kwa macho wakipita mazingira haya, na hata simba pia wamepita mazingira ya hapa karibu. Tunamshukuru Mungu kwa neema hiyo ambayo tumeweza kushuhudia. Kwa kweli tumejifunza vitu vingi na tumevishuhudia, sio vile vitu ambavyo tuaga tunaviona tu kwenye television, bali sasa tunavishuhudia vingine kwa macho kabisa. Na asubuhi hii tumeona tu kuna pundamilia zimepita pale na wanyama kadha wa kadha. Kwa hiyo hizo ni miongoni mwa faida nzuri sana ambazo kiuhalisia kwamba tunamshukuru mshukuru Mungu sana. Hii faida ya kulala kwenye tents kama hivi ni faida mojawapo, kwa sababu hata wanyama wanaweza kupita karibu, yani kupita maeneo ya hapo kabisa, pasipo kushtuka kwa jambo lolote. Ni tofauti na wale ambao wamejenga zile nyumba kubwa ambazo watalii wanafikia na watu wengine kwa ajili ya kwenda kujionea wanyama, wanakuwa napita mbali sana na mazingira hayo, kwa sababu wanakuwa wanaona kabisa kwamba hapo kuna makazi ya watu. Lakini kwa mazingira haya inakuwa ni vyepesi, wanyama kupita na mnaweza mkawashuhudia kwa uwepesi zaidi. na tunamshukuru Mungu kwa kweli kwa neema hii ambayo ametupatia. Mimi naitwa Lucy Chakupewa ni mama askofu wa dosisi ya Tabora. Kuja kwangu huku, nimejifunza mambo mengi sana, nimefurahia uwepo wa Mungu, nimefurahia wanyama, nimewaona wanyama wa kila aina. Kuna nyumba moja tulipewa ya kuishi, kuna ndege yani alfajiri alikuwa wakija dirishani kutuamsha wakilia, tukiamka, alafu anaondoka. Nimefurahia sana hilo, nimefurahia wanyama. Lakini kuja kwetu huku tumefurahi sana kuja na wamama wachungaji. Wamama wachungaji wamejifunza mambo mengi sana, lakini tulichojifunza walichokifurahia ni kufurahia kukutana na kubadilishana mawazo wao kwa wao wamama wachungaji, lakini pia nikusikia neno la Mungu wanavyoishi ni watumishi wa Mungu waume zao. Wamejifunza mambo mengi na kuhusu hasa msamaha, kuwasamehe waume zao, kukaa na familia yao, waishije. Wamejifunza mambo mengi sana. Wale ambao wana watumishi wa ndani, watumishi wa ndani, kutoa kuwaachia mambo yote, wamejifunza mambo mengi sana, wamefurahi sana mambo mengi waliyojifunza, na hasa kukaa na waume zao katika yale majumba mateni te yale yaliyojengwa ya wamekaa na waume zao, wamebadilishana mawazo, wamekaa kama wako honeymoon. Ndio, ndo walifurahi sana. Ni hayo. Ujumbe wa, wangu kwao ni kusimama, hasa kuwasaidia watumishi wa Mungu, huduma hii walioipewa kusimama kama watumishi wa Mungu na kufanya kazi kuwasaidia na wasijihurumie kufanya kazi ya Mungu, kwa sababu kuna wengine wanajihurumia, wanasema siwezi, na wanakuta wamekaa mbali sana. Mimi ninaitwa mchungaji Mika Christopher Hezron, ni mchungaji kutoka diocese ya Kondoa, kanisa Anglican chini ya baba askofu askofu Ethan Mzanje Gaula. Ni mwanafunzi wa mwaka wa mwisho wa digri ya kwanza ya theolojia chuo kikuu cha St. John's, lakini nimepata neema ya kuwa kwenye timu iliyoshiriki utulivu wa wachungaji pamoja na wenza wao Dayosisi ya Tabora kwenye mbuga zetu na hifadhi za taifa Serengeti. Na kwenye utulivu huu tumejifunza mambo mengi, ikiwemo uhifadhi na wanyama wetu tulionao kama taifa, lakini kwa mbali na utalii tuliofanya wa ndani Tumekuwa na utulivu wa kuzungumza habari ya neno la Mungu kama watumishi kuangaziana utumishi wetu na huduma ya kichungaji ambayo Mungu amepatia kufanya. Tumekuwa na wageni kutoka Amerika, lakini mbali ya mambo yote yaliyoendelea tumepata wasaa mzuri wa kuzungumza na somo mbalimbali ikiwemo somo la msamaha. Na tukaona kwenye kitabu hiki ambacho nimekishika mahali hapa vifungu vingi vya Kibiblia vimeainishwa vikizungumzia habari ya msamaha. E, Biblia, msamaha ni kuachana na nia ya kulipiza kisasi au kudai kulipwa. Na neno la Mungu linasema katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa tisa Mungu anasema, bali tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wa haki hata tusamee dhambi zetu zote na kusafisha na udhalimu wote. Kwa habari ya msamaha, tunaweza kugawa katika sehemu E, sehemu ya kwanza, usamehe wengine kimungu, na hapa tunazungumzia kuwepa huru na kutengeneza uhusiano binafsi baada ya kusamehe kati ya wewe na. Lakini sehemu ya pili tunazungumzia kuwasamehe wengine kibinadamu. Hapa tunazungumzia uhusiano ambao tunaweza tukautengeneza kama sisi wa Kristo, lakini pia kama watu wa Mungu, kwa kuwa sawa na watu wengine, kuishi kwa pamoja. Tunapozungumza msamaha tunaona kabisa muasisi wa jambo la kusamehe ni Mungu mwenyewe. Mambo yaliyoendelea baada hata ya anguko, Mungu alitafuta namna uh, itakayokuwa rafiki kwa mwanadamu aliyeanguka kupokea nia ya msamaha, ili aweze kuwa na uhusiano mzuri pamoja na yeye. Na huduma ambayo tunaifanya sisi kwenye kanisa ni huduma iliyobeba dhana kubwa sana ya kuwapatanisha watu wenyewe pamoja na Mungu wa mbinguni na Yesu Kristo katika mambo yote aliyoyafanya, akiwa msalabani, alikiri maneno hayo, akisema katika Luka sura ya 23, ile sura ya 34, Baba uwasamehe, kwa sababu hawajua litendalo. Maana yake alituasa sisi kama kanisa na kama watumishi kuwa na huduma kubwa sana ya kufanya restoration na kwenye maisha ya watu, waweze kupokea msamaha kwenye maisha yao pamoja na Mungu. Kwa hiyo hatua za kusamehe zinahusiana kabisa moja kwa moja na Mungu, lakini zinatoka ndani ya moyo wa mwanadamu na, na tunapozungumzia msamaha manake tunatamani kuona huyu mtu amepokea uponyaji wa nafsi yake, awe huru kutoka ndani ili aweze kuwa na uhusiano mzuri na Mungu pamoja na watu. Kulingana na muktadha wa kibiblia, msamaha upo katika hatua kuu tatu. Hatua ya kwanza ni kusamehe kwa hiari. Mungu anataka watu ambao O, wanamjua na wanataka kumjua Mungu wa mbinguni na pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo, wanapohitaji kusamehe, tungana na neno ambalo Yesu amekufundisha katika Injili ya, ya Mathayo sura ya sita ule mstari wa 15, 14 na 15. Jambo la kusamehe ni muhimu sana kwenye maisha ya Kristo, na hatua ya kwanza ambayo Mungu anatufundisha tuwe radhi kusamehe, yani tuwe hiari. Msamaha usilazimishwe. Mungu anataka sisi wenyewe tuwe na Hiari wa kusamehe ili tusibebe mizigo ambayo iko tusilazimishwa na. na wala tusilazimishwe tusi na mtu mwingine kusamehe. Hatua ya pili ya kusamehe ni sala ya kuponya nafsi. Baada ya kuamua kusamehe kwa hiari, kuna maombi ambayo Mungu anataka tuyafanye ili tuweze kupokea uponyaji wa nafsi zetu zilizokuwa zimejeruhika, lakini tukamua kuachilia kwa, tufanye sala hii kupitia jina la Yesu ili tupokee uponyaji wa nafsi zetu. Hiyo ni hatua na hapa tunapozungumzia hatua ya uponyaji wa nafsi tunaangalia mambo matatu. Jambo la kwanza tunaangalia sala ya kukumbuka tukio kwa na Yesu. Manake ukiwa unahitaji kupata msamaha na unataka nafsi yako ipate uponyaji, unatakiwa ukumbuke kile ambacho kilijeruhi nafsi yako. Ukiwa unamuomba Yesu, unakitaja na kile kitu ili kiweze kukuondolea maumivu na ukasahau kabisa. Lakini katika hatua ya kuponya nafsi sehemu ya pili, kuna sala ya uumbaji. Hapa unadhihirisha ya kwamba Mungu ndiye muweza wa mambo yote. Mungu ndiye aliyekuumba na Mungu ndiye mwenye maamuzi ya kukupa neema ya kusamehe na kuponya nafsi yako, kwa sababu yeye ndiye muumbaji wa maisha yako. Lakini hatua ya tatu katika sala ya kuponya nafsi tunazungumzia sala ya kuponya kumbukumbu zote. Tumekwisha kuomba sala ya kukumbuka tukiwa pamoja na Yesu ya kusamehe, lakini pia tumekwisha kufanya sala ya kukumbuka na kujua kwamba sisi tumeumbwa na Mungu mwenyewe ili tupate kuwa huru zaidi, tunatakiwa kuwa na sala ya kuponya kumbukumbu -kumbu hizo tuziweke kwenye mikono ya Yesu, kwa sababu ametuambia katika Isaya sura ile ya 42 mstari wa 25 na 26, njoo tuhojiane, ueleze mambo yako yote, naye atapata kukusamehe. Na hatua ya mwisho ambayo nitamalizia hapa ni hatua ya tatu kusamehe kutoka hisia za zamani. Hapa tunazungumzia maumivu ambayo mwanadamu au mtu yote aliweza kuyapitia ambayo yanaweza yakaleta kumbukumbu mbaya na zenye maumivu ake. Kuna mambo mengi mengi ambayo yanaendelea kwenye maisha ya mtu. Kwa wale ambao wameumizwa sana, hatua ya kusamehe kutoka katika hisia wakati mwingine kuchukua majuma, naweza kawa miezi au mwaka au miaka, kwa sababu zimebeba uh, mantiki ya uhalisia wa maisha ya ya ndani ya hisia za mtu. Kwa hiyo tunashauri, katika somo hili la msamaha, mtu anapokumbuka hisia zake nyingi za zamani awe na utulivu wa kufanya maamuzi kwenye mambo ya kusamehe. Hivyo ndivyo ninavyoweza kuelezea kwa kifupi kuhusu msamaha na namna ambavyo imeelezewa kibiblia, lakini pia kwenye somo ambalo tumekuwa nalo kwenye semina hii ya utulivu kwa wachungaji na wenza wao kutoka dayosisi ya Tabora ndani ya hifadhi ya taifa ya Serengeti. Sisi tunamshauri mtu, ila hatumlazimishi kwenda kusamehe. Unapozungumza kuhusu kusamehe kwa hiari, maana yake tunataka tumpanulie ufahamu mtu huyu na uhusiano wake na Mungu na maisha ya jumla ya Kikristo, ili aweze kujua maana ya kusamehe kwake binafsi ni nini, na ndio maana tunasema kusamehe kwa hiari. Aa, ikitokea mtu ame ni kama amesukumwa kwenda kuomba msamaha au kuamua kufanya msamaha, kukusamehe, itamuia vigumu, kwa sababu baada ya muda fulani hajaomba uponyaji wa nafsi kwenye hatua ya pili na haja, ha, hakufanya maamuzi sahihi kwa kukumbuka hatua ya mwisho ya tatu ambayo ni kukumbuka hisia za zamani. Kwa tunaporudi kwenye hatua ya kwanza tunamsaidia mtu aweze kusamehe kwa hiari ili asiweze kufika hatua akaanza kujilaumu na kusema nilimsamehe tu lakini sitasahau. Kwa hicho ni jambo hilo, uh, ni jambo la muhimu ambapo ndio maana tunasema tunatamani sana mtu anapojifunza kuhusu Mungu kwanza na anapotazama huduma ya uponyaji na huduma ya upatanisho wa ya Yesu Kristo pale msalabani jambo la muhimu kwenye maisha yake ye mwenyewe anapopata vikwazo na makwazo na mikwaruzano pamoja, baina yake na mtu mwingine, akikumbuka kwamba Yesu alimsamehe pale msalabani, basi awe na nia ya ndani ya hiari kuweza kumsamehe yule mtu aliyemkosa. Hivyo ndivyo naweza kusema, kwa tunapozungumza uhalisia wa maisha ya watu, mpaka mtu afike sehemu ya kusema nimekusamehe bila sitasahau, maana yake huyu mtu una mambo mawili, jambo la kwanza inawezekana aliumizwa sana, ila hakupata ushauri wa kichungaji, ushauri wa saikolojia, na masuala yanayohusiana na yeye mwenyewe kuwa tayari kusamehe. Kwa hiyo tunaporudi kwenye hatua za kusamehe, ndio maana tunasema asamehe kwa hiari, kwa sababu atafika wakati atajilaumu. Lakini wengi, hatua ya pili ambayo inafanya mambo ya mtu kufanya kusema nimekusamehe ila sitasahau ni kwa sababu ya watu wanaozunguka nao na maumivu aliyoyapata kwenye picha ya hao watu alio anaoishi nao. Mwingine anaweza akajiapisha kabisa, usije hata kwenye msiba wangu, lakini baadaye akamjua Yesu Kristo, lakini alijiapisha. Mwingine kwa kuto kujua alisema nimekusamee, sita sahau. Hii ni kwa sababu ya maumivu ya ndani. Huyu mtu akipokea mafundisho mazuri na uelekeo mzuri wa kumjua Yesu Kristo anaweza akasaidika akaponywa. Na ndio maana tunasema tunatamani sana huduma ya upatanisho, hasa kwenye kipengele cha msamaha apate uponyaji wa nafsi iliyojeruhika. Hayo ni majibu ambayo huwa yanatokana na majeraha yaliyo kwenye nafsi ya. Lakini akishapata mwelekezo na ulezi mzuri na kukua katika Kristo, hiyo hali huwa inatoka na wengine huwa wanatoa machozi kabisa kwa kutubu mbele za Mungu na akawa huru kwenye maisha yake. Sisi kama kamati ya chakula tumefanya kazi yetu, na kuna vitu ambavyo tulitoka navyo Tabora ambavyo vilikuwa ndio mlo wa kila siku. Kwa asubuhi tulioandalia chai, viazi, maandazi pamoja na mikate, na watu wamefurahia sana chakula hicho, lakini kwa mchana tulioandalia wali mweupe, pilau pamoja na nyama ya ng'ombe, na maharage na mboga za majani pamoja na matunda na ugali kidogo mlo wa mchana na mlo wa jioni mara nyingi, kwa siku zote ambazo tumekaa hapa, ulikuwa unafanana, ila wakati mwingine kwenye mlo mwingine, kwa mfano wa jioni, ulikuwa unapungua ugali, lakini watu wamefurahia chakula kwa siku zote hizo. Timu ya wapishi tulikuwa wamama wanne pamoja na mwanaume mmoja, lakini tumefanya kazi kwa ushirikiano. Wakati mwingine kamati ambayo ilikuwa imewekwa ya chakula imetusaidia kwa vitu mbalimbali, tumeona msaada wao, wamefanya kazi kwa karibu na sisi. Kwa hiyo tumefanya kazi hiyo kwa ushirikiano, tumefurahia kwa sababu tumeona kwamba wao kama kamati wametushika mkono na tumeweza kufanya kazi kwa ushirikiano na mambo yameenda vizuri. Lakini changamoto zilizotokea ni kwamba maswala ya kuni, kuni tulizokuja nazo zilikuwa ni mbichi, ambazo zilikuwa ni changamoto sana kuzifanya zile kuni mpaka zipate moto Tulikuwa tunatumia muda, wakati mwingine tulikuwa tunachelewa, yaani tunapangiwa muda wa chai, tunachelewa. Kwa mfano tumepangiwa saa nne, wakati mwingine tunachelewa, lazima tupitishe hata nusu saa. Ilikuwa changamoto ya kuni, sio kwamba sisi tulikuwa tunachelewa. Changamoto ya pili ni hapa, tuko ni polini, ni kempu, kwa hiyo wanyama yani wanapita wako wanazunguka zunguka, kwa hiyo kwa usiku tulikuwa tunalazimika kupika chakula mapema ili tutoke mapema huku nje ambako wanyama wanazunguka zunguka ambao ni hatarishi kwetu. Tathmini yetu, asilimia kubwa wamependa huduma yetu tuliyoifanya. Ni wachache tu ambao labda walikuwa naona kama kuna mahali tunapungua, lakini katika mambo mengi, au ukiwa kwenye mkusanyiko hauwezi kukosa tu changamoto, lazima changamoto ziwepo. lakini sisi kwa yote tumeshukuru kwamba kazi yetu tumeifanya vizuri mwanzo mpaka mwisho.